Habari zenu wadau. Karibuni tena kwenye chaneli yenu pendwa Moyo wa Ushujaa. Leo tutaongelea mada muhimu sana, jinsi ya kujenga nidhamu ya mafanikio. Najua, najua, nasikia neno nidhamu, mnakumbuka shule, mwalimu mkuu, fimbo. Lakini amini usiamini, nidhamu ni zaidi ya hayo. Kumbuka, bila nidhamu hata ndoto kubwa haziwezi kutimia. Ni kama kuwa na gari nzuri sana, lakini huna leseni, utaitazama tu. Nidhamu ndio ndiyo leseni yako ya kuendesha gari la mafanikio. Nidhamu ni daraja kati ya malengo na mafanikio, na kama daraja la Mkapa ni imara, linavuka mto mkubwa na linakupeleka upande wa pili, upande wa mafanikio. Basi funga mkanda, twende safari. Kwanza kabisa, lazima tuwe na malengo yaliyo wazi, na hapa simaanishi malengo ya jumla kama nataka kufanikiwa. Hiyo ni kama kwenda kwenye mgahawa na kusema nataka chakula. Utapewa ugali na mboga tu. Lazima useme unachotaka kwa uhakika. Badala ya kusema nataka kufanikiwa, sema nataka kuanzisha biashara ya kuuza mavazi kabla ya mwisho wa mwaka. Hili linaeleweka na linaweza kupimika. Je, umeanzisha biashara au bado? Jibu ni rahisi, ndio au hapana. Hakikisha malengo yako yanakufanya utoke kwenye comfort zone yako. Kama unajisikia vizuri tu hujifanyii lolote jipya, ni kama kuoga kwa maji ya baridi asubuhi, inashtua, lakini inakuamsha Sasa umeweka malengo yako, hatua inayofuata ni kutengeneza ratiba na muhimu zaidi kuiheshimu. Mnaonaje tukilinganisha ratiba na mswaki? Lazima uitumie kila siku, sio tu wakati unakumbuka. Weka muda maalum kwa shughuli zako. Kama ni kusoma, fanya iwe ratiba ya kila siku. Mwili wako utazoea na akili yako itakuwa tayari. Kama vile simu inavyojua muda wa alarm, ndivyo na akili yako itaanza kujua muda wa kazi. Na kumbuka, ratiba sio gereza, inaweza kubadilika kulingana na mahitaji yako lakini isibadilike kila siku kama bei ya mafuta. Chapter 3. Anza kidogo lakini anza. Wengi wetu tunasubiri hali iwe nzuri ndiyo tuanze, tunangoja tuwe na pesa, tuwe na muda, tuwe na motisha, lakini ukweli ni kwamba hali haitakuwa nzuri kamwe. Ni kama kusubiri foleni ya benki ipungue siku ya mwisho wa mwezi. Anza na dakika kumi na tano kwa siku, fanya mazoezi, soma au fanya kazi ya mradi wako, dakika kumi na tano tu hiyo ni sawa na muda unaotumia kuangalia video za kuchekesha kwenye simu yako. Utaona kwamba muda utakuongezea uwezo na ujasiri, kama vile mtoto anavyojifunza kutembea, kuanza na hatua ndogo na hatimaye anakimbia. Epuka visumbufu. Tumezungukwa na visumbufu kama vile nzi wanavyozunguka chungu cha sukari: simu, mitandao ya kijamii, marafiki vyote vinaweza kukuondoa kwenye mstari. Ni kama vile unaendesha gari kuelekea Moshi, halafu unakuta kuna barabara inaenda Bagamoyo. Ukiifuata utaishia kupotea. Jifunze kusema hapana kwa mambo yasiyo ya lazima. Kama rafiki yako anakualika kwenda kula nyama choma wakati una kazi ya kufanya, mwambie leo siwezi, labda kesho. Na kesho ikifika, mwambie tena leo siwezi, labda kesho. Utaona jinsi watakavyopunguza kukusumbua. Weka simu yako mbali, funga mitandao ya kijamii na ujifungie kwenye chumba chenye utulivu. Kama huwezi kujizuia na simu yako, ipa mtu aikuhifadhie mpaka umalize kazi yako. Chapter 5. Jipe zawadi na ujirekebishe. Kuwa na nidhamu haimaanishi kuwa mkali sana kwako mwenyewe. Ni sawa kujifurahisha na kujiliwaza, baada ya yote sisi siyo si roboti. Ukiweza kufuata mpango wako kwa siku saba mfululizo, jipe zawadi, hata ni kujipeleka out au kununua kitu kidogo unachokipenda lakini kumbuka zawadi isiwe kubwa kuliko ushindi. Usijipatie TV ya kwa sababu tu umeamka mapema kwa wiki moja. Lakini pia jifunze kutokana na makosa yako bila kujihukumu. Hakuna mtu mkamilifu. Kama ukianguka, inuka, jipanguse na uendelee mbele. Hakuna mtu anayekucheka isipokuwa kama umeanguka kwenye matope. Safari ya mafanikio inaanzia na wewe. Wadau, safari ya mafanikio siyo rahisi, inahitaji kujituma, kuvumilia na muhimu zaidi, nidhamu. Lakini amini usiamini, mafanikio yanawezekana. Nidhamu ni kuchagua kati ya kile unachotaka sasa na kile unachotaka zaidi. Je, unataka kuangalia TV sasa hivi au unataka kuwa na biashara yako mwenyewe baada ya mwaka mmoja? Chaguo ni lako. Asanteni kwa kuwa nami leo, na usisahau kusubscribe kwenye chaneli hii ya Moyo wa Ushujaa kwa mada zaidi zitakazo kusaidia kufikia ndoto zako. Sura ya nane: jinsi ya kudumisha nidhamu yako. Ili kudumisha nidhamu yako ni muhimu kuelewa kwamba nidhamu ni safari ya kila siku. Kila siku kumbuka malengo yako na jitahidi kuyafikia. Pia hakikisha unajipa muda wa kutafakari na kuangalia maendeleo yako. Kama kuna sehemu unahisi unahitaji kuboresha, fanya hivyo bila kuchelewa. Nidhamu ni kama msuli, inahitaji mazoezi ya mara kwa mara ili iwe imara. Usikate tamaa, endelea kujisukuma na utaona matokeo mazuri. Sura ya tisa, jinsi ya kushinda vikwazo. Kwenye safari ya mafanikio utakutana na vikwazo vingi. Vikwazo hivi vinaweza kuwa vya kifedha, kijamii au hata kihisia. Ni muhimu kujua jinsi ya kushinda changamoto hizi. Jifunze kutoka kwa wale waliofanikiwa kabla yako, soma vitabu, tazama video za kutia moyo na usisite kuomba ushauri. Kumbuka, kila kikwazo ni fursa ya kujifunza na kukua. Usiruhusu vikwazo kukuzuia. Badala yake vitumie kama daraja la kufikia malengo yako. Sura ya kumi: jinsi ya kuwa na mawazo chanya. Marafiki zangu, kuwa na mawazo chanya ni muhimu sana katika kujenga nidhamu inayohitajika kwa mafanikio. Unapokutana na changamoto, jaribu kuona upande mzuri wa jambo hilo. Badala ya kulalamika, tafuta suluhisho. Jizungushe na watu wenye mawazo chanya na wanaokusaidia. Kumbuka, mawazo yako yana nguvu kubwa katika kuamua mafanikio yako. Ukiamini unaweza, unaweza. Ukiamini huwezi, huwezi. Chagua kufikiri vyema na utaona mabadiliko makubwa katika maisha yako.